Yesu Kristo na nawakaribisha katika tafakari ya masomo yetu siku hii ya leo, na pengine kabla sijaweza kunena lile ambalo tumeweza kulisikia siku hii ya leo engine kuturudisha mazo yetu nyuma kidogo, hasa katika injili ambayo tuliweza kusoma Jumapili iliyopita, watu walipomjia Yesu na kumwambia kwamba maovu aliyoyatenda Pilato nisa ama kuwaua Wagalilaya akaweza kuchanganya damu yao na sadaka walizokuwa wakizitoa kwake wa Mungu Mwenyezi, na Yesu Kristo akawaambia, kama msidhania kwamba Wagalilaya hao walikuwa wenye dhambi zaidi ya nyingine <coughs> bali akatoa onyo na kusema, kama msipo tubu mtaangamia vivyo hivyo. Baadaye akawaelezea kuhusu wale watu kumi na wanane walioangukiwa na mnara kule Siloamu. Akawaambia kama msidhani, hao watu walikuwa wadam ni zaidi ya nyee, nakatoa tena irani nakwambia, kama msipo msiko tubu mtaangamia vivyo hivyo. Ni pokaweza kuwapa mfano wa mtini uliokuwa katika shamba la mizabibu kwa kipindi cha miaka mitatu, kule mti haukuwa na matunda. Akaonea kama ni mtu unaoharibu shamba, basi na ukatwe mbali. Mkulima akasema, nipe muda zaidi niweze kupalilia pande zote uweze kuweka samadi, ukizaa matunda ni sawa, na usipozaa basi ukate. Ndugu zangu, baada ya kusikia maneno ya injili iliyopita, ni maneno ambayo yalituonya sana kuhusu maisha ya dhambi atokawa tunakumbushwa kama Mwenyezi Mungu anayetupa fursa na nafasi katika maisha. Kuna wakati ambapo maisha haya yatafika mwisho wake, na itakuwa ni ole wake mtu yule ambaye atakuwa ametumia muda aliyopewa na, na Mungu duniani humu ziungana nami zake kujipatanisha na Mungu za matunda ambayo ya kubarika katika ufadi kwa uzima wa milele, na ndio sisi tulikuwa tunalinganishwa na huo mti ambao ulikuwa kwenye shamba la mizabibu, ili kila mmoja wetu kujitazama na kujiuliza ni matunda ya namna gani tunaozalisha licha nafasi ambayo mwenyezi Mungu ametupa uwepo katika ulimwengu huu? Nini kitu ambacho hatujafanya licha nafasi ambayo Mungu ametupa tuwepo katika uhai huu? na hivyo baada ya kutazama ni matunda namna gani tunaozalisha, nini ambacho hatujaweza kufanya, tunaweza kufanya uamuzi, usije tukapatwa wa kama wale wa Galilaya waliouawa, sio kwa sababu ya dhambi ambazo walikuwa wamezitenda, lakini sisi tutakuwa tumeadhibiwa kwa kukosa maisha ya uzima wa milele tulipofanya mioyo yetu kwa vigumu na tukakosa kudhamini yale mambo ambayo tunapaswa kuyatenda yaweze kutupatanisha na Mungu mwenyezi na, na hivyo baada ya kukumbushwa mambo haya ya leo tunawasikia Mafarisayo na waandishi wananung'unika kwa sababu Yesu anawakaribisha mafarisayo wenye dhambi. Kwa wao mfarisayo alijihisi ya kamba ni mtu aliye jiweka katika nafasi iliyo nzuri kwa kujitenga na wengine, ili asije akanajisiwa anapo kangamana na wenye nandi na watoza ushuru na kwa hivyo kwao walikuwa ni mstuo sana, hasa walipomwona Yesu akishirikiana pamoja na watoza ushuru na wenye naji. Lakini tukumbuke ni kwa ajili ya hili Yesu alikuja ulimwenguni hu, alikuja kutafuta kitu ambacho kimepotea. Mungu kujishusha kiwango cha kuwa mwanadamu kuzaliwa kama sisi kuishi katika ulimwengu aliyouumba, ili pengine Mungu anapodumu pamoja nasi kwa kushiriki ubinadamu wetu tuweze kupata nafasi ya kushiriki uMungu wake na ndipo hata tunapo changanya maji na divai wakati wa konsekrasio. Haya ndio mambo ambayo tunakumbushwa kwamba Yesu Kristo alishiriki ubinadamu wetu ili kumpa mwanadamu nafasi ya kuweza kushiriki uungu wake, kumaanisha kwamba maisha yetu hayafiki mwisho kwa njia ya kifo. Mbali kipo ni daraja inayotugusha katika maisha ya umilele wote pamoja like yes, na Mungu Mwenyezi nipo, chochote -cho tunachokitenda, chochote -cho tunachokisema na chochote -cho tunachokitimiza ni lazima tukipiga darubini kwanza, kujiuliza kama imetushikamanisha na ya binguni na taendelea kutusaidia ili tuweze kudumu katika neema zake Mungu Mwenyezi. Na Yesu aliposikia manunguniko ya Mafarisayo. Jana, tulipokuwa kule shrine, wakati ambapo tulikuwa tunazungumziwa na mnenaji wa jana, alituelezea kuhusu wezi wawili waliosulubiwa pamoja wa na Yesu.